kanga nzangu namala yemunambira usikale kikulnimana nendairaniwe na kwamba namonawe ezere mkonyonyo hoye Hoye haya namalani muzenini azere anzangu Uwe wira na utila haki yangu ela were na utila namanaye riro zumo na ritila haki yangu lakini were na ritila namanaye

yaani owira naimba no mimi kenyanagozirwa mimi <laughs> <laughs> be mwenye nyavu kisha unamkosa tambo. <laughs> <laughs> machero kimala kaheri uno upate ukatandire uk, uk, kaheri yo nyavu andakupai ndomii <laughs> <laughs> <laughs> bena nalumwani moyo nikiamba be uno mwenye nyavu asena. sena <laughs> nikukosa fungu riro zumo riro naritila kwa sababu ere natila arehumaguzao gario maira gangu gonya nichenda haho panamala nikasikize nika ananiguzira kaheri <coughs> nasikira kudhika zhomu vizho mii <coughs> nanielewa lakini <coughs> vikara ndo mimi nikiamba sipa ha, ganganza nguvu kahenda chungu gano mautu ukagalola ndo kikindo chungu kiki mnanielewa lakini kikindo chungu kiricho na mala hulole gano mautu ozhakarogo ajaimbe gonya kimala visikize avigule

ela nikonadzaguliwakabiadza ni vivi ethnonakwahane kwambarenamim lakini mino sina kitu kwa vijo gago nihukale jumula nahupange mautu kwa sababu mtu zahere amina mnyasi anamala asikize vidza anoazi manaanoazaire mana kimwenga jeri ela akimanya mna kimwenga iye kanazha kuhenda hario ndani kwa sababu anamanya kwakala ni elfu mbiri nikiatengezera niki viro mamalazho mandapata ma, kure nandakiri vikara aminamunyazi ana mala amanye tu ninwi nin, mujumula jeri hedu ninganyanamba nganyaza ni zhoga nganyana ni tsuha mahe nganyana vino vikara vinakala kahana umwenga kahana mwelekeo ndo gario garikaladzana haria siswi unambonamala redio stesheni

wounaamba ukala usiapekitukamare ao usia ni maosao maana were niaogakuanam hao vikara hunapata kukala hunauja na nyuma kauna umwenga kwa vizho ni hukale na mdundu na hupange mautu fulele hundatengesa noni kwa vizho zere mkonyonyo hoye zere mkonyonyo hoye kwanza nashukuru na mmekuja ni yani. Sikuamini kama tapigia simu David Njai, umetoka huko, kila mtu ameacha shughuli zake mmekuja ni yani. Ni kwamba kila mtu alikuwa na roho moja na mimi yani, nilifikiri kile hiki kitu nakipanga na najuka likambo na wachache, kumbe nyote roho zenu zilikuwa mmeniombea Mungu ili iwe kama kikuwa mmeniombea Mungu hamgekuwa hapa. Sasa mmekuja e, kusikitika na mimi, kwa sababu gani sikupewa pesa za radio station hasa eh, Madam Amina Mnyazi, ni mimi ndiye nilikuwa na kusumbua, nikakutajia kila siku u oh, niko na wazee wangu wazere Mkonyonyo zere waze Mkonyonyo wanateseka hawa oh, wazee kazeo ni kucheza mazishini na matangani. Kisha huko matangani nako wanaenda hapo hawachezi oh, katikati ya mji kandakanda kwa ofisi kanda, umenelewa, alafu huyo amefiliwa, amekodisha disko, inapigwa nyimbo za kichonyi zile mazishini tu tu tu, hasa mtu mzee, hata anaimba mekaribishwa hata kusikika pia siki, hasa ni madharau kwanza ya mwanzo mpaka mwisho, ni vile umesema, tikiti umetoa wewe, ukwenda kutumbuiza bure, utaroliwa wewe, warudi kitupu eh. Sasa ni mimi tutu, na sisi hawa kina hebu mwanzo Hebu piga pigia video wamwonyeshe huu mati. Nataka Madam Amina Mnyaza angalia u mati hawa ndo waliotaka radio station tutam, hawa umona hawa watu hawa ote, hawa wote hawa twende twende mpaka huko na hawa wote ni watu wa Malindi hawa hawa, hakuna mtu sijui wapi mtu awapi hawa wote twende twende, chukua chukua, kila mtu chukua kila mtu sisi tosha, wengine bonoko <laughs> <Two term. laughs> Aye. Aye. Sasa mkutano mkutano wa jana ilikuwa yule Madam Amina Mnyazi aite viongozi marafiki zake wafanye watu, mchango watupatie ile pesa tufungue radio station na hilo, hilo, hilo, hilo jambo la radio station sikulipanga mimi peke yangu, tulikuwa na kina Yabanzai pia, najua kina Tina Jogalikambo na kina Bichi Yamba, uh, kina Mbala Mwezi, yani kili, tuseme kila mtu hata ni vile a watu wengine huko seezi kuwafikia huko. Nikimweleza Jogalikambo, hebu jaribu kuelezea wa? watu sana sana na hatu hiyo mambo ya radio station hatu kwanza, namina Mnyazi kwanza Tulianza na mwanamke mwingine anayotoka iko Ganze, Madam Faith, yeye ni MCA nominated. Akatwambia yeye atamfuata Aisha Jumwa atupatie pesa tufanye festival tuwe na radio station. Aisha Jumwa akafutwa kazi ile ya waziri, alikuwa waziri akafutwa kazi. Yule madam akanambia kwamba eh, sasa tuangalie vile vya kuomba vya kufanya

Mpaka ile siku sasa, Amina Mnyanzi na Twitter kaambia, wewe njoo, kani kambo kampigia simu kila mtu haya. Tuendeni kwa Amina Mnyanzi. Mpaka alishangaa alimtoa mbio, twende. Au unataka na twende. Kina ya banzai mpaka nikombea li... tunaja kupigana wewe baba, tunaja pigana kama utakuja kina tina. <tri> eh, nikaenda na shoteli yeli tuka oamshi hawa bichi yamba kambea tuendene, tokeni, tokeni na mama mwingine akacha kuuza pombe yake ya mnazi. Haya tukaenda paka kwa Amina Mnyanzi hapa. Haya. Tukaongea, nikasimama mimi nikamwambia, mimi sasa nikuja na mzee wangu ambaye ni mkubwa wetu Jokalikambo yuko hapa, wa Zaire Youth, ama vipi? Mwache aongee kidogo, akoko hamjui, nataka umjue, umjue. Akasimama Jokalikambo, ndo akaanza kumjua, akaanza mjua, lakini bado hajakuta. After after mkutano nikamchukua Jokalikambo mpaka kwa kwa madam Amina Mnyazi, nikamwambia sisi taka radio station aap E, tutaka kufanya festival kwamba huyu humjui huyu mtu lakini huyu mtu ukimshika huyu umeshika kila mtu. Yani ni vile humjui. Nikamsisitiza mpaka akasema sisi tuko wengi, fanya, fanya wakati tukuta tukutane. Umepata point yangu? Tukaketi, baadaye akaniambia tulia. Baadaye nikakuta ametulia sana huyu madamu. Nikasema mimi nikapanga, akasema acha niandike proposal. Mimi nikamwandikia, nikamwambia watu wa Zaire mimi wananisumbua hauna pesa za kurekodi, wakija studio mtu arekodi nyimbo arobaini hanipi pesa, ananipatia chaza, ananiambia atakulipa kesho. Mwingine anipatia shilingi mia mbili mwingine mia tatu Umenielewa? Akaniambia eh, kwa mtaka pesa ngapi? Nikaandika elfu hamsini Eh, duze eh, ni rekodi makundi matano ya Malindi ya Zaire. Umeneelewa? Akaketi akaniambia ha wait, hao watu wa Zaire Ilikuwa, ilikuwa ilikuwa ilikuwa, ilikuwa ni saa mbili akanambia bai saa tatu tukutane. Ilikuwa ni Jumamosi. Hebu na vile sisi tuwapenda mazishi, nani atakubali kwenda huko? Nikaanza tena kushikia watu, huyu mwanzo nili huyu shika matai twende, ilikuwa hataki kwenda walikuwa ya banza wa, ilikuwa, ilikuwa oh, hawamini maana wamechoka na waku wakubwa. tukaenda yeah. Kwa Kongress Hotel ichukua ichukua bichi yamba wakaja, akasema eh, leo tutapewa pesa kweli, hatu vio tuvione kufika hapo. Amina akakuta akafikiri kata kuja kutakuwa watu kidogo, akapata wale watu ni wewe ni wengi sasa. Eh, akaamba ak ak ak simama, ak ak <t�ient> elezea nikawambia, <t�ient> sisi twataka radio station na twataka app. Hatutaki kuweka nyimbo zetu kwa YouTube, tunataka wale watu wa kuweka YouTube tuwauze sisi lile duka letu, tuseme tu.